Khutba yetu ya leo inazungumzia anwani isemayo ila man nashtaki, ni kwa nani tushtakie mambo yetu. Kikawaida, miongoni mwa maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni kuwaleta duniani na kuwatahini ima mitihani ya kheri au iwe mitihani ya shari. Mwanadamu yaweza kufika hatua akawa anahisi yuko kwenye furaha kubwa, yuko kwenye neema kubwa, akawa hajui uwepo wa neema ile kuwa ni mtihani kwake ni kwa namna gani ataichunga vyema huku akitekeleza wajibu kwa Mola wake? Kadhalika mwanadamu yaweza kuingizwa kwenye mitihani ya balaa, huzuni, misukosuko na kila aina ya shida na balaa fakana lahu ikawa kwake yeye mwanadamu huyo Haoni ni njia ipi ya kutokea katika majaribu yale, hafahamu ni mlango upi wa kupitia, hajui ni nani wa kumwelekea. Milango yote ya wanadamu imefungwa, njia zote za kufuata za kimaumbile ya wanadamu walizo, walizoziwekea wao wenyewe hazipo tena, hazifatiki tena ikawa hajui ila man nashtaki, ni kwa nani tukashtakie mambo yetu? ayuha nnasu ibada Allah. Allah subhanahu wa taala ameweka milango ya kwake weye kwa, kwa wanaadamu pale ambapo idha shtadda alaihim lkurab shida na mabalaa yametokezea kwa wao. Allah ameweka milango kwa wanaadamu pale ambapo wakawa wao hawaoni ni njia ipi ya kufuata, akawawekea mlango wa kuelekea kwake, wa kumshtakia yeye, wakumlilia yeye wa kumhuzunikia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na akaiweka bayana milango yake kwa kutoa kauli tukufu, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an, wanadamu watakapokuwa na shida na wakawa wanauliza kuhusu Allah milango yake usikivu wake je, anaona na anasikia yanayowafika? Wambie kwamba inni karibun, mimi nipo karibu, ujibu dawata dai idha daani, ninaitikia mimi maombi kwa yule ambaye atanielekea kwangu mimi kuitikia. Kwa aya hii tunaona kwamba wakushitakiwa shida zetu wa kulilia maumivu yetu, wa kuhuzunikiwa zile huzuni zetu, huwa Allahu alwahidu alqahhar, ni Allah pekee kwa kusimama na kuomba dua, kwa sababu dua ni ibadatun, ni ibada, kwa sababu dua ni taatu lillah, ni njia ya kumtii Allah pekee, kwa sababu dua huwa alimtithalu liawamirihi ndiko kujifananiza kwake mwanadamu na maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dua huwa albu'du an ghalabihi, dua ni sehemu ya mwanadamu kujiweka mbali na hasira zake Allah subhanahu wa ta'ala. wa qad warada an abi hurairata radiyallahu anhu, imepokelewa hadithi kwa abi huraira radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam qal, mtume amesema: yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, mola wetu huwa anashuka kwetu sisi katika kila usiku katika uwingu wa dunia, hususan katika nyakati zile thuluthul laili al-akhir zile nyakati za thuluthi laili ya mwisho kabisa na Allah anaposhuka kwa waja wake katika uwingu wa dunia, ana maswali matatu anawauliza: mani yad'uni fa astajibu la, ni nani anayetaka kuniomba mimi nimuitikie maombi yake? Waman yasaluni, na ni nani anayetaka kuomba au kuniomba mimi fautiyahu ili nimpe maombi yake. wa man yastaghfiruni, na ni nani anayetaka msamaha kwangu mimi, faughfira lah ili nimsamehe makosa yake. hadha nidaon, huu ndio wito wa Mola wetu jalla waala, ambaye huwa anashuka ila samaa idunia, katika uwingu wa dunia kwa kuwatafuta wenye shida, kuwatafuta wenye manunguniko, kuwatafuta wenye huzuni ili wamshtakie yeye. Ila man nashtaki, ni nani tumshtakie shida zetu na matatizo yetu? Ila man ila man narfa hamuna, ni kwa nani sisi twende tukalilie na kuondoa wasiwasi wetu. Je, yeah, ila baidu la yasmau aninuna? Je yeah, twende kwa mtu wa mbali ambaye hasikii namna vile ambavyo tunavyougua kwetu, namna vile ambavyo tunavyolia sisi, au twende kwa yule ambaye karibun lam yafham wajaana, twende kwa mtu aliye karibu ambaye hasikii wala hafahamu maumivu yetu. Tuende kwa nani? Majibu yanakuja kwa tukio la Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam.